wangu abe, mume wangu, kuna kitu nilikuwa na wazo hapa kuhusiana na mwezi wa Ramadhani na ndio huo ushakaribia. Nilikuwa na wazo kidogo hapa kuhusiana na mfungo wa Ramadhani. Sasa pendekezo langu tuwapigie simu ndugu. Ndugu wa kwako wewe na wangu mimi pia ili tujumuike hapa wote mwezi mzima wa Ramadhani. Ulikuwa unalionaje hilo? Mm, mi kwa hilo mme wangu sina shaka kabisa. Maana si unajua nakusikiliza sana, bila kusikiliza wewe mie sio kitu kabisa. Na wewe ndio mwanaume, ndio unaweza kupanga kila kitu humu ndani. Kwa hiyo mi ni mtoto wa kike tu naweza nikasikiliza amri yako. Ah, nashukuru kwa kusikia kauli yako mzuri. Kweli mke nimeipata. <laughs> Yeah. Usijali mume wangu, maana sisi ndinabidi tuwe na maadili mema na watoto wanajifunza kutoka kwetu kwao, kila se tutachokifanya watoto wajifunza sisi. Tukifanya mabaya watoto waweza kujifunza kitu. Sawa, nashukuru sana, hilo limeisha. Basi sawa, maana nyumba mzuri kwa watu wema ujengwa kwa watu wema. Ila kwangu najisikia kiu kidogo, nenda kaniletea maji ya kunywa. Sawa, ina shida, ila umesahau jambo moja, inabidi upigie ndugu zako simu nami nipigie ndugu zangu simu, kwa hiyo kutwa mzima simu zitembee. Ila alina shida mpango, ila usisahau na msafu wangu nipitie pitie kidogo Shoga yangu. Haya maisha hapa kijui unaonaje? Maana ni maisha magumu magumu magumu mpaka yananichosha mimi. Ni. Hmm. Na kwa mwenzangu unasema magumu. Si wewe una mume? Mimi ni sokuepo na mume. Sina mwanaume, sina danga, sina kitu chochote. Alafu kwa mwenzangu unasema maisha magumu. Alafu mimi unaposema hivyo mimi ndo nijiweke wapi? Yaani kwenye, kwenye, kwenye kundi gani? Yaani kwa kifupi. Maana wafadhali mwenzangu at least kidogo na nini? Una mwanaume? Kwa mbolimboli gani? Yule mbolimboli mwenye akili hana, leo zinakuja, kesho zinamtoka, ndo usemeti yule ni mwana wewe. Mwana kwa mwanaume gani kwanza eh? Mwanaume mwenye akili zile hana, yani akili ya zenyewe zile sijui tatu zile, hata simwelewagi mwezie. hmm. na shoga yangu, na Ramadhani hiyo inakaribia hiyo Ramadhani yenyewe kwangu ipo hmm. <laughs> Mboli mboli mwenyewe yule mpaka uanze kumlazimisha ma ah oh, mimi si haelewi chochote hapo walipo hana hata mia. Ukimwambia atafute maswala ya kazi ndo kabisa. Wewe sasa mboli mboli nimchukue mimi. We we mdada, wewe jishikilie. Eti yule mboli mboli mlete mleta nimchukue mimi, wewe. Yule ni bwanangu mimi, sawa eh? Tena jishikilie zo kauli zako. Wewe sasa umesema kusaidi wewe. Eti mimi hanisaidii, sijui nini, nini? Lakini si umekaa ndani unaitwa mke? Kwa hiyo kwa hiyo kama nisaidii, mimi nilikuwa nakupima. Kumbe nampenda, nampenda ndio. Chota maji tuondoke nyumbani. Sijui umeni mind mi, hata sielewi. Wanangu, mwezi huu nataka uwe tofauti kidogo. nataka niwapigie ndugu zangu wote simu, tuje kufungia hapa nyumbani. ni kweli mama, mwezi ni mwezi mtukufu, naamini kila mtu atasamehewa dhambi zake. Lakini mama, tunapokusanya watu wengi na nani, hii ni kweli, tutasamehewa mm? Mwanangu, kila mtenda mema basi usamehewa, hasa kwa mwezi kama huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa nachokuomba uwe unasoma sana kwa laani, uwache mapepe, utulize akili zako, namnajua nakuamini sana mwanangu, huwezi ukaniangusha. Na kaundine pia uwe unasoma sana kwa laani, sawa eh? Mimi nimekuelewa mama, wala tasijali kus. Basi hamna shida, kama mmenielewa wanangu, kwa hilo sina shaka nanyie, kwa sababu nakuaminini na hata ndugu zangu wanaokuja hapa nitaelezea mikataba ya hapa yote na ratiba za hapa nyumbani, nadhani tutaelewana na tutaenda tuta vizuri mpaka mwezi utapoisha. Utapoisha haya, yeah. nadhani mmenielewa. Kwa hiyo Suzi! Wa Suzi! Abe! mimi nawe tuliongea nini jana usiku? Mpenzi wangu nishakwambia hili swala halitawezekana. Haliwezekani kivipi? Wewe unavyofikiria wewe haliwezekani kivipi? Na mwezi wa Ramadhani ndio huo unakuja. Kipi kisichowezekana hapa? Wewe jambo dogo hilo, nenda nyumbani. Mwezi wa Ramadhani ukiisha, mimi ninakuja kukuchukua. Kwani shida nini? Ni kipi usichokielewa hapo? Mimi nita sasa mimi siondoki. Uondoki hapa kwako. Mimi nimekuoa. Kwenu mimi wananitambua. Eh? Kwa nini unashindwa kuwa mwelewa? Nenda nyumbani. Ikiisha mwezi wa Ramadhani, mimi nakuja kukuchukua. Usichokielewa nini? Sasa siondoki hapa kwako. Nisikilize kwa makini, huu mwezi mimi nataka kuufunga wote, viungu vyote thelathini. Sitaki kuacha hata kimoja, na siwezi kufunga mimi nikiwa naishi na wewe humu ndani, maanake itakuwa ni masuala ya uzinzi, nami uzinzi sitaki. Huu ni mwezi wa kutubu madhambi yangu yote. Kwa nini unataka kunielewa? Nisikilize kwa, ni eh, ni kwa makini humu ndani. Unaondoka sasa hapa nyumbani, mimi ninatoka saizi, nikirudi nikikukuta Ramadhani hii mimi nitaenda kufungia jela. na mimi u mimi?

Halo, ifi, asalamu alaykum. Ifi yangu, waalaikum salamu. Vipi za huko? Salama tu. Habari za huko? Salama tu, sijui huko kwenu. Tunashukuru Mungu, eh, sisi hatujambo kabisa, ifi yangu. Ae, vipi taarifa zangu ulizipata? Ah, taarifa ninayo, lakini ilikuwa sina uhakika Ndiyo hivi, niliwaambia ndugu zako kwamba wote mje kufungia huko nyumbani kwangu. Ah! Haise, kweli nilikuwa na mpango wa kufunga lakini hali yangu ilikuwa ni mbaya mbaya. Si unajua mazao yametukataa kabisa mwaka huu, jua limekuwa kali mpaka shida. Ndiyo nilikuwa nataka kujini, yani nataka nifunge, lakini ndo hivo hali yangu ilikuwa ni mbaya, yani sikujielewa kabisa. Ah, kwa hiyo tunakuja kweli, uko mjini e. Alhamdulillah. Ngoja ni wataarifu basi ndugu zangu, yaani nimefurahi sana wifi yangu, Mungu akujalie. Eh, ndo hivyo, kwa hiyo wataarifu wote na ndugu zako, nimefurahi sana nafahamu hilo. Wifi yangu usijali, ongea na kaka basi atuwezeshe hata nauli kidogo, maana hali zetu ni ngumu vibaya mno. Ah, kuhusu nauli wewe niachie mimi hilo, ondoa hofu. Yani nitafurahi sana wifi yangu, nashukuru. Asante sana wifi yangu ah. ah. Hey, wifi yangu, huyo ndio maana kupendaga sana wifi yangu, yaani awamwini ya ikienda mjini, yaani hey. Watanijua kama mimi ndo Bi Mariam, yaani kijijini sirudi, nabeba mabegi yangu, nguo zangu, siachi hata moja hapa kijijini sirudi, na kulivyo na hali ngumu hivi. Hapana, naenda kuwa mtu wa mjini yani, sirudi, sirudi kabisa. Yani wifi, asante ah, sana. Yani ulijuaje kama nilikuwa nahitaji kuja mjini? Wifi yangu ndo maana nakupendaga sana yani. Kaka anatusahau kabisa, kabisa, kabisa kama na ndugu kijijini huko anatusahau. Ah, nimefurahi sana asante wifi yangu. Mashoga zangu hapa nipo nishachanganyikiwa yani, yani Koroboi ya achinifanyia, mi nampenda sana Koroboi, lakini kwani... shoga yangu huyo, makaroboi wako ukakufanyia nini? Maana acha kutuzunguka zunguka watu, tumeona mataa ya chemre huko sambu, sio makoroboi wako. Nadhani mnajua mwezi mtukufu wa Ramadhani umekaribia na Koroboi mi sio mume wangu, natujafunga ndoa kabisa. Sasa mashoga zangu, koloboi anadai nimwache mwezi huu afunge. Sasa cha ajabu hapo kipi? Sio ni maajabu yoyote, kwa sababu yeye mwenyewe amekuomba uondoke umpishe, akimaliza mfungo wake utarudi. Shida iko wapi hapo? Tatizo sio kumwacha yeye, tatizo ukanifuguza kama umbwa. Pole, lakini nataka niulize samani, lakini shoga yangu so kama nakukosea, kwani kakuoa Amu ulipanga maswala ya ndoa, ndiyo? Alisemaje? Nashanga na mpaka sasa hivi nimuelewe. <laughs> Tuachane nayo mengine, anusi yani haya gangu, nafunga mambo yote tuliongea kule Kisimani tukayamaliza. Kwa haya maisha yalivyokuwa magumu, na mume wangu hana hata hela tena, wanaambia mambo ya kufunga. Mimi mwenzako hata sielewi, sijui ya Nur al-hilal Mdogo wangu, nimekuita hapa ili nikuulize, make Ramadhani ndo hiyo inaingia. mm. Sijui mwenzangu, umejipangaje kuhusu hili dada, kuhusiana la mm. na swala la Ramadhani? Mimi nimeshaweka nia tu kwamba Ramadhani nitafunga kweli, mdogo wangu. Ndiyo, kama unafunga, nashukuru Mungu. Make nimekuita hapa Mm. Nimepata simu kutoka mjini. Ndio. kwamba tujiandae familia nzima kwa ajili ya kwenda wapi? Mjini, mjini. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo, nikaona ngoja nikuite, nikuulize kwamba mwenzangu umejipangaje na wewe pia, ndio uwe mtoa taarifa kwa wenzetu huko, kwa sababu tumeambiwa ukoo mzima tuende mjini wote tuliopo hapa kijijini. Kwa hiyo mdogo wangu, nakupa hiyo kazi, uende ukafanye nini, uwape taarifa wenzetu unapojua tena kule ni mjini, na mjini ni mjini, unavoijua tena. Tusije tukaenda kwa kwenye miji ya watu tukaenda kuharibu ko. Mdogo wangu naomba muonyane, mwambizane, ili tukienda huko tusiende kufanya vituko vya ajabu. Familia yangu naijua nyie. Haya. <coughs> <coughs> hayo nyama usile, usile ya nyama yangu hiyo. Ay.

Mimi nilikuwa na watu wanakula pilau, nimeletewa pilau hapa. Waona ni amusha Umdalo, tunakula nini? Ha, tunakula nini? Hata mimi najua, je, tunakula nini? kanimwe ndani kita mun knendani, hakuna unga haupo, mchele haupo, muka hamna chochote ndani. Sasa, ha, tunakula nini sasa? Yaani wewe tena waniuliza mimi? Mimi ndo nakuuliza wewe, umndani, tunakula nini? hasa tatizo lako mke wangu. Wewe bwana, nilikwambia uende kwenye shamba la Mama Jani kule bondeni, ukaombe kisamfu, ukaombe matembele, ukaombe miogo, ukaombe muchere, mupunga unga wamwenya utagi. Unafikiri tunakula nini hivi? Mume wangu una akili kweli wewe? Yaani mimi nitoke niende kwenye mashamba ya watu nianze kuomba? Washagai kuja kuomba wewe Sawa, sasa nimekuelewa tatizo. Vibarua pia vyenyewe kupata kasi. Sasa nilienda juzi kule kwenye moto pale, wakanifukuta fufufu, nikaenda kula kwenye kujenga bujenzi na kwa karibu kuna fufufu, hasa nifanyeje? Lakini msijali, mke wangu, nitapambana. Haya, sawa, nitajifanyafanya mwenyewe, nitaenda nitajitafuta tafuta huko, nitapata mia mia, mia mbili zangu nitakuletea mke wangu, ehe. Na ila Ramadhani, tunakula nini? Andiwo, hashina Ramadhani ni kesho kutwa. Ana tena leo, kesho kesho kutwa andiwa Ramadhani inakuja, tunafunga jamani, natakiwa tufunge tufungi tufuturu. Hata tutafuturu nini? Yaani wewe unaniuliza mimi tena? He. Mimi nakuuliza wewe mdani Ramadhani tunakula nini? Hata, hata ha. Unaniuliza mimi, hatu wa mbori mbori, ndio ina kuja, watu watafuturu nini mbori mbori, he, Ramadhani imefika tutafuturu nini? Yes, nimepata jibu. Hata wana jwa nina ndugu yangu wanitasinyemwa anakaa kule juu kwa hiyo tafadhali, chonde chonde, kaa pita kwa ndugu zako wengine hao, wape taarifa, lakini uwape na taarifa kwamba tukienda huko wasiende kufanya vituko. Dada mimi nimekusikia mm. na kwa sababu umenichagua mimi na kuniita hapa na kuhakikishia mm -hmm. taarifa zitamfikia kila mmoja mm -hmm. Lakini pia dada, naomba nikuulize swali mm -hmm kwanza mimi nikajua hizi taarifa, wewe baadhi ya ndugu ushawafikishia? Ushawa, ushawa? Je, yeah, Mbolimboli taarifa hizi anazo? Mbolimboli sijamwambia, hata kiparala pia nilikuwa sijamwambia mbolimboli. Ndo kabisa, nimeshindwa kabisa kumwambia kwa sababu mbolimboli mboli hivi na maneno maneno, maneno mengi, yale mtu mwenyewe unamuona shida, shida, shida kabisa hivi, ningemweza mimi Nisingemweza hata kidogo, maake maneno mengi mimi mwenzenu sipendi, na ndo maana nimekuita wewe, nimekujua kabisa, wewe ni mstaarabu wewe, kidogo hata ukiongea watakuelewa. Mimi dada, nimekusikia na nimekuelewa. Uh, kila ambayo uloniagizia kumfikishia taarifa hmm. na imani atazipata hata nataka niende kwa ndugu yangu asinyimwe, nikamwambia ujua, asinyimwe. Amelima eka moja eka mbili eka tatu eka ine eka tano mpaka eka tisa vyote amelima mom. Alafu akafuna gunia hisi hisi tano tano hisi <laughs> gunia tano akalima gunia tano Sasa kwenye kulima gunia tano nikajiuliza, nikajiswalika hapa, nikapata jibu, nikasema. Wanasema pia ndugu uliwa na nduguye. Sasa kama pia ndugu uliwa na nduguye, ndugu yawenyewe sindio? sisi hasa sisi ndo wale tunaosemwaga sisi vya ndugu anakula vya ndugu zao. Sisi ndo ndugu wenyewe tunaenda kula vya ndugu zetu. Kwa hiyo mfunga wa Ramasani naenda kuongea na Sinyima, ikiwezekana tunakwenda kufungia kule, tunafuturu kula kula mipilau miubwaba mikacholi mipilipili yoo. Oh, tunaenda kuuka ndugu yangu, au unasema japo kipenzi ndio, eh? Kashawahi kuja kwa kuomba chakula. Hata nakujaje kuomba chakula wakati sisi hatuna sasa. Na ndio maana wakasema pia ndugu uhule na ndugu yako na ndugu wenye ndio sisi sasa. Haya mwanzo alilima hayo mashamba manane si kumi hayo. Wewe ulilima nini? Hasa mimi mashamba yetu si wali kula sangara. Panya na wali kula shambani ngedede na ndio maana tukupata mafuno. Hasa sikisema mke wangu. Hasa ukisema iwe ipyo tujitegemee unafikiri tutafuturuni? Yule mchana ni ndugu yangu wa damu. Hai hey, ndugu yangu kabisa kabisa, mi naenda kuongea naye, ikiwezekana, na masanii mimi na wewe hapo tunakwenda kufuturu kwake, tunaenda kula kwake. Akisuli kula na ndugu yako, sasa ndugu si ndio sisi. Wewe unaanza kwenda kula kwa watu wao, mbona hawazi kuja kula kwako kwa, eh? Kwa sababu wanajitafuta wanapata. Wewe, stoku, Ukeje, etu, Asasini, kwa kwa nini usitoke ukienda kutafuta hela zako ukaje tukafanya maisha yetu wenyewe sasa? Nimekwambia kwanza, kesho nitaanza kwenda kwenye vibarua i hey, kwansia kisha unaanza kuenda kwenye vibarua mbolimboli, nisikilizi. Humu ndani nahitaji kula leo. Ramadhani hey. Hiyo inakaribia tutakula hapa, mimi na wewe. hakuna kwenda kwa mtu yoyote tena na kuomba. Sasa hivi nyanyuka, ukatafute kazi.